Ndugu waziri, wewe na wasaidizi wako, kama kuna ibada mmefanya kwenye Samia Legal Aid. Ndugu zangu, kuna matatizo ardhi, mirathi, ndoa, ukandamizaji, na watu wanashindwa kwenda kupata sheria kwa sababu ili umpate mwanasheria halali lazima uwe na laki nane wengi hawawezi, na mtu kuuza gunia zake kumi kwenda kwa mwanasheria, atawaua watoto. Dr Damas na timu yako yote ya sheria na katiba, mmemshauri rais jambo jema, jambo ambalo Watanzania hawatawasahau. Lakini kusudio ni nini? Mjue kuishi kisheria. Wako watu wamepata hasara anakwenda kununua shamba mipaka hajui, anakosema mwisho wa shamba langu, kumbe shamba la mtu mwingine. Anakwenda kununua nyumba, ameuziwa kumbe nyumba hii iko mita 30 kutoka chanzo cha maji, hajui lakini. Mbeya tulikwenda kutatua kesi, dada amefiwa na mumewe, ndani ya miezi miwili familia inampa mume mwingine aolewe. Miezi miwili, kusudio mali ya bwana ifujwe tulikwenda kumtoa yule bwana, tukamwacha yule dada na mali zake. Ukitaka bwana, tafuta umtakae, sio bwana wa kukulazimisha. Mimi nilikuwepo. Hebu fikiria, katibu wenu wa chama hapa Mike tu yenye rangi nyekundu amekataa kuzungumza kwa sababu yeye Yanga. Je, bwana usiyempenda anafaa kuishi naye? mabalozi oye huyo bwana ataabusu, anapigika huyo. Tuliakuta huko tulikokwenda, tuliakuta huko tulikokwenda, tulimkuta kikongwe wa miaka themanini, nyumba yake imeuzwa na mtoto wake. Bibi yule alikuwa anahesabiwa siku za kutoka roho. Ilipokwenda Samia Legal Aid Campaign, nyumba ilirudishwa, aliyenunua alikiri, muuzaji alikiri bibi ule ukimwona leo unaweza ukamwambia twende la chazi tukale mchezo. Amani imerudi, Samia Legal Aid imefanya jambo kubwa sana. Lakini nyinyi akina mama, haya mambo yana haki madai, kuna haki jinai. Mnakaa na watoto wanafanyiwa vitendo vibaya, mtoto analawitiwa, ananajisiwa na hayo mambo akishafanyiwa mtoto, vitu viwili lazima vimkute: atatapakaa damu nyingi, atatapakaa haja kubwa nyingi. Mama anasema siwezi kumpeleka polisi mpaka nimuoshe. Kisheria unaupoteza ushahidi wa kidaktari, vile alivyofanywa na mavi yake na damu zake. Beba hivyo hivyo, kwa sababu unapokwenda kumuosha kuna vitu unaviondoa ukiviondoa madaktari wanakosa ushahidi wa kumfanya mtuhumiwa atiwe hatiani. Lakini wako wanawake walipata mateso tu, akatoka nyumbani kwa mume yule bwana, kwa sababu kaamua kufanya ukatili, anakwenda kwenye vyombo vya sheria. Mwezi wa tatu mke wangu simuoni, nimekosa huduma ile ambayo inafanyika baada ya kuzima taa, nilikosa chakula na maji ya kuoga. Yule mama anatiwa hatiani kwa sababu alitoka nyumbani bila utaratibu. Lakini tumeona watu mashamba yanaporwa, nyumba zao zinauzwa, mama mengi yanatokea. Lakini Samia Legal Aid Campaign. Haki ya Mungu, mimi nasema kama kuna jambo mmefanya, hili jambo ni kubwa sana.